Marehemu mama yangu yaani, wewe mpumbavu ni yaani kaja unaendelea kufanya shughuli zako za huko ndani, unakaa hapo chini, mimi mkumbuka mama yako. Katika dunia hii, mtoto wa marehemu aliteseka sana. Wale watoto ambao ndo walikuwa wanalelewa vizuri, maisha mazuri, walikuja kufeli shule, walifeli mpaka na maisha yao wenyewe. Yule mtoto yatima alisoma vizuri akamaliza shule vizuri akaja kawa na maisha mazuri. Yule mtoto yule ndo anasimamia ya familia yake hawa, ah, kwake mpaka sasa hivi wanarudi nyumbani wanawapiga mpaka na wazazi wao wenyewe. Sasa basi, nachotaka kukuambia ni hivi, waswahili walisema hivi: sibagui sichagui, atakie nizika simjui. angu Yung. Iyo, kuna jambo linaniumiza sana kichwa. Jambo gani hilo? kuhusiana na kibula na feti ju, nimekaa nimefikiria sana jisi tulivyokuwa tu unaishi na wazazi wao kwa kijijini, unakumbuka. Nadhani wazazi wao wametusaidia mambo mengi sana mengi, nadhani unakumbuka tupitia maisha magumu sana. Sasa nimekaa nimewaza, nikaona watoto tuwanyime vitu vyote lakini tuwape kitu kimoja tu, elimu basi. Leo, mbona kigeugeu sana? Kani mimi na wewe tumekubaliana nini? rewa lakini, unajua sisi sasa hivi tunaishi vizuri, tuna kila kitu. Auoni hiyo ni kwa ajili ya wazazi wa Kibula na Feti? Takuwaje kama tukiwapa tu haki yao ya msingi moja, elimu tu, elimu yangu, mnata akili au kwa sababu mwenyewe kipaa una nywele ndio maana una akili eh? Mme wangu wacha ukumbavu. Aya, ukimsomesha huyo kibula na feti mwisho wakaja kuwa na kazi eh, wakaja kuwa na wakaja kwa ajilio, huoni kama tutafungwa sisi? Mme wangu, mimi na wewe, watoto wanaweza kutusumbua sisi ya. Hata tukisema tuwasomesha vipanya tu, tumeshikilia kila kitu kwa ina maana kwamba tukiwasomeshe ndio watakuja kukufunga sio? Kutufanyaje? hayo mawazo yako tu mzalumiba mguku utatende. Mume wangu, kwa sasa hivi unaona feti na kibula hawezi kukufunga ila, baadaye wakija kusoma wakaja kuwa na kazi yao nzuri, wanaweza kukushtaki mahakamani na ukafungwa kwa mali za baba zao, kwa sababu unaweza kusema tunamsomesha tu Leila, huyu Leila wetu mwisho wa siku, huyu Leila anaweza asije hata kutusaidia, lakini hawa watoto ambao tuna wanyima sasa hivi shule wewe, na baadaye atatusaidia. Hapo mwenyewe una kesi, mume wangu, eh, umeuza magari ya baba yao, umeuza mashamba huko kijijini, mpaka kampuni ile yaachiwa, umechezea hela eh. Wewe unategemea watoto ukija kusoma huko baadaye, wakaja kwa ajili hiyo. Sisi so tutafungwa sisi. Uwe mme wangu nakupenda sana sitaki, mmewangu o ukafungwa kule jela, atena sisi huko tuko mtaani mimi na Leila tukaja kuteseka. Hapana, hiyo huruma yako itakuja kuponza siu, hebu ni ache Salama masiku siku shoga yangu. Safi unaendeleaje? Na naendelea vizuri, sijui wewe. Eh, shoga yangu, upo ndugu yangu. Unaendeleaje <tipun> huko? Salama masiku. Njema. Vipi wanao uko shule kibua na na wafeti? Na maendeleo mazuri kwa kweli. Namshukuru Mungu. Unajitahidi, yani kama kuna makosa yote yanatokea, wewe chapa. Usijali. Yaani kama kwa changamoto yoyote umeona hata ama hata kama ni nje, ukisikia hata matukio yote, yote ya ajabu. Taandika au ni wanao, unajua shogangu, tulipotoka acha yani na wachapa zangu za mzazi na za walimu yaani, yeah. Mm. Wewe taandika, maana sija sia wakarudia enzi zetu zile tena, wakaangukia pua. Watakao waendelea <laughs> wawe juu <yu, yu> kabisa. Sija kabisa, sijali shogangu, ntawasimamia zetu nyao zetu yaani, wasimamie kabisa. Ndugu yangu, niachie kazi. Vipi shemeji, vipi anaendelea, bado kukupiga Eh, yeah, alikuwa ananipiga nipiga kati zile mjamzito, shogangu. Wewe acha tu lakini kwa sasa hivi afadhali namshukuru Mungu. Ah, vipi na, hmm, na mpango wako ule wa kutaka kuondoka? Hmm. Bora tu nitulie na ndoa yangu maana sasa ya hivi amepunguza hata ile makali maneno makali kunipiga. Bora tu nitulie kwenye ndoa yangu shogangu. Hmm, hmm. Shogangu, pambana na ndoa yako dada. Tuondoka leo mwanzo anaingia kesho. Hmm. Acha. Wanaume ndo wale wale. Utatoka kwa huyu utaenda kwa yule, ndo yale yale. Hata tu nivumilie, ndugu yangu, usiondoke. Sana mimi napambana fix pia, changamoto za baba Kibula nazipitia sana tu na napambana, ndugu yangu. Ah, unajua kupambana, si paondoki pale. Nangangana, unajua nangangana, siwezi kupaondoka, labda niachie mimi niondoke. Pambana shughuli zangu maisha kuhangaika, sio haya. Basi ndugu yangu, ngoja niwahi nikachukue chukue bidhaa hapo za watoto. Basi salimia kwa nyumbani.

Vipi, mbona una mawazo mama? Kuna swali mimi nataka kukuuliza. Uliza tu mwanangu. Hivi mama, kwa nini umekuwa ukiwachukia sana kaka Kibula pamoja na Dafet? Kwa nini unauliza hivyo? Kwa sababu nakuona unawachukia. Mwanangu, mimi kama, kama sio kama na nawachukia, wale nawapenda, ila bado na, nawafundisha kazi za nyumbani, maisha hiyo mama, mi ndio unipendi si ndio? Nakupenda sasa, mbona unifundishi maisha? Hey, yani mtoto mpumbavu kweli wewe. Nishakwambia wale nawafundisha maisha, hata siku mimi sipo, watajitegemea wenyewe. Mama, mwalimu ametuambia tukisaidia wazazi wetu kazi za nyumbani, baadaye tutakuja kuwa na maisha mazuri na tutakuwa watoto wazuri, lakini mi sifanyi kazi yoyote. Yani huyo mwalimu wako ni mpumbavu kweli yaani baadae wafundishe masomo huko shuleni wanafundisha maisha. Hivi kwa ushaiku kuona wapi? Mama mimi naona kabisa wanachukia. Na labda tu ungeniambia ni kwa nini? Labda na mimi naweza nikawachukia. Wewe mtoto hata upumbavu wewe. Acha kuwa mzembe kama baba yako. Sijui nikwambie tu ukweli. Unaona hizi mali? Sijui kampuni, magari babako anaendesha kule anatumia mali fedha sio za kwake. Hizi mali sio za babako. Mali za baba wazazi wake wale. Feti na Kibula. Kwa hiyo wewe ukiachekea wale utakuja kwa nini? Kuteseka baadaye. Wale wanatakiwa wekie sura ngumu. Eh? Mpaka wenyewe wakikuona hivyo, eh, kweli ila kabadilika. Lakini ukiwekea sura ya huruma wewe. Umechukua nafasi ya Kibula na na Feti. Unasoma shule ya private, unajilingishia kule. Kwa nini tuta tutajili? Kwa nini mimi mtoto akishua? Eh? Au unataka turudi maisha ya kijijini kule? Mlo mara moja tukalime tuteseke kama zamani au unataka maisha yale umeyakumbuka tena. Hapana. Mm, sasa kama utaki maisha yale kama zamani tulivyokuwa naomba ufanye, yaani naomba uwatese mpaka wenyewe waseme Leila humu ndani amebadilika. Mpaka wachukua uamuzi wakimbia kule mtaani, tumiliki hii nyumba. Au utaki? Kwa hiyo mama, kama wataondoka tu, mali zote zitakuwa za kwetu. Sio za kwetu, ni za kwako, yaani hizi mali zote zitakuwa za kwako mwanangu, kwa hiyo mali zote za kwangu. <coughs> <Iye. tos> Aya, mwanangu, usikae kinyonge, nenda kule jikoni, kachukue mkate, umimine na chai, upake na hii siagi. Saizi. Nzuri sijui. Ah, siku huko ni potoka na mshukuru Mungu. Mm. Bibi, uko salama hapa? Wazima, sijui uko toka. Siku na mshukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuta Kibura na Feti. Kibura yupo lakini Feti hayupo. Feti hayupo? Eh, Feti anasikia wapi? Yupo kaenda wapi? Yaani unanizama mimi Feti yuko wapi? Kwani mimi mlinzi wa Feti? Eh? Kwani mimi nimeajiriwa az... nime kwa mlinzi wa Feti mikiya semu Feti anapoenda huko mimi niwe naye mimi? Feti sijui yuko wapi. Nesto kome mkwaza <laughs> hadi anatoka nyumbani <laughs> We mwandaazimu nini? Umetumwa wewe, umetumwa naule mjombako kuaje, kuchokoza kama ile siku ile, si ndio? Eh? Eh? mimi nishakwambia fete amepata bwana, anaishi naye sasa. hicho kushangaza nini? si uende. kinachonishangaza uwezi kunambeta na bwana nafu, bwana atajulikani, ni bwana gani, na wakati ndio naishi naye, umu ndani Fete ana siku mbili nyumbani hayupo, amepata huko bwana anajiwekeza. Sasa mtoto amepotea, hujatoa taarifa yote ile hata kituoni, unachukua jukumu gani kama mzazi? Nakatundu na kati ndio naishi na mundani. Akati ule ni mtu mzima kabisa anaweza kaishi na Bwana. Nana tu mmekaa mundani tu munaala bule, mnakula bule, mnaoga bule, amuwasimamia watoto vizuri. Mwisho wa siku watoto wanaanza kutoka ndani ya nyumba wanaenda mtaani kuhangaika huko. Kama unaona mimi na faidi, nimeolewa nakula bule nalala bule eh? nalishwa nadumiwa kila kitu basi na olewa. Olewa na wangu olenammewangu a wa pili na ufaidi mali za baba zao wale. Kama mna uchungu na hao watoto chukueni mkakae nao toto, nao sio tumekaa hapa, mnaona kama sisi tuna faidi mchukua sasa hivi hapa mbona wataja tu kibwa na feti, utaji na mali zao tupe vyote ili tuwalee. Malizo bora kama nyie mmeshindwa. Sasa ye dawa yako, unaona, unaongea njira nyingi. Subiria hapo hapo, umesikia? Kumbe na kiburi sasa. Nimeona hicho kiburi chako hicho. Yani mnapewa mali baada ya kusema watu vizuri, muna kazi tukaka tu ndani na kula tu. Nikirudi safari ya pili utaniona zojifaaja. So, amekimbia tarudi kwa mara ya pili. Hey, naona mpo mama na mwana, uko kwema. Moto wazima jamani kuko hazima kabisa. Naona maji ya bomba yanazidi kuangalisha tu. Ah, shemeji jamani kawaida tu. Ah. Mnapendeza yani na mwanao nuru zinaonekana. Mm, simeja mna bwana vya kawaida tu hivi mbona. Mbona yona umependeza jamani? Ah, ibula umekuwa jibaba ah. Yaani, sasa hivi hapo shemeji nikisimama naye ananifikia huko. Mm, mimi nakuwa Ah, see. Vipi lakini? Simuoni kaka. Mm, kaka ametoka asubuhi sana Nilijua leo wikiendi, changamoto tu za kawaida, shimijiyanu. Hmm, lakini hmm, nikajua nikija kwa ndugu yangu hapo akitaribika kitu na changamoto huko nyumbani ni kuhusu mwanao. Unajua aya mambo ya shule shule ya Shimejiamu. Kwa kuna kiasi kidogo nitakiwa nipeleke shuleni huko. Kwa hiyo sasa nikaona nikija kwa ndugu yangu hapa siwezi nikafeli. E, kama unavyojua mimi na ndugu yangu huyu bwana kama mpacha. Afu pia changamoto madogo madogo kama, kama kiasi cha shilingi sini kinatakiwa shule. Kweli, shemeji tashukuru sana. Maana yake nilivyomkosa tu nikajua mambo yote kabisa kabisa kabisa sana. Kwa ondoa shaka tayari yameharibiwa shemeji yangu, nashukuru sana shemeji yangu, siamini na zeni, po, ah, shemeji hii hii inatosha sana hii. Kweli. Ah, unajua nini shemeji, japo tupo mkoa mmoja lakini hela kwa kule kwetu ah, namtolea ya shule na nyingine inabaki ya matumizi kwao, ani niseme tu mimi asante, nakushukuru sana shemeji yangu, Mungu awazidishie sana ah, yaani shemeji yangu kuna muda mpaka nasikia aibu sasa. Amna, ah, familia jamani sisi familia. Mm. Msifanye ah, hivyo sisi familia, sisi leo kwangu. Ninacho kesho mimi sina mnacho nini. Je, utamsaidia mtoto au utamwacha? Kwa mm hiyo -hmm. hiyo vipo. Kwa kusaidia ni kitu cha kawaida. Kwa shemeji sevi naweza kumsaidia leo hapo kwa masomo na kusoma. Kusaidia. Leo na kesho kuna matamshi zinazo katokea kati yangu mimi au babake. Tunashinda kumsaidia kibula na dadake. Ah, shemeji. A, mi kama watoto wangu tunaswa kwenye swala la masomo, ah, nawasaidia kabisa. E, mradi tu niwe nacho shemeji yangu basi shemeji yangu mi sikuchoshi sana ni kwa sababu nimeacha familia, acha tu niwakimbie, ah na, e, niwe nacho, shemeji yangu. Shemeji yangu, ni familia, na kama unavyojua kule mashamba ya bwana mkubwa inabidi niendelee kusimamia, siwezi kuacha nafasi basi, sawa shemeji. Haya, karibu nisalimie, ah, mwenzangu na wengineo. Ah, bula ngimtoa bwana ah, Bwana Kibula auanakibula si hapa tu. Acha mimi niwahi familia huko ndugu zako nilikuwa yeah, naomba hii hapa umfikishie Leila, ili iweze kumsaidia shule ni Iliya, Leila, yote. E, ndio, nilipanga nimletee weekend, nilipanga nije weekend moja, sema kwa kwa umekuja ina aje. Basi unaomba umfikishie kwa namba yangu au ningechukua hii tu, hizi ubaki nazo mwenyewe. Hamna, ni kidogo tu tu, hicho nilikuwa naekaeka vya, ki, vya kibavu vyangu. Yaani kibula wewe. Hey, una moyo kama baba yako. Hamna, usijali bwana wa... mwanangu wewe, Mungu akubariki sana. Basi mimi nitamfikishia hichi kiasi leo. Basi wewe na safari njema bwana. Asante mwanangu, wasalimie nyumbani. Akija, akija fetu umpe salamu zangu, sawa bidi Kibula na Feti niwarudishe shule. Maana niliishi vizuri sana na wazazi wa wamenisaidia mambo mengi. Hata Kibula mwenyewe alikuwa na moyo mzuri sana, nafsi yangu inanisuta, lazima warudi shule. Unasemaje? Unasemaje? Kibula kafanya nini?